Serikali katika mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita imefanikiwa kutoa vibali vya kazi elfu arobaini na moja mia tano za ajira ikiwemo nafasi elfu kumi na mbili za ajira ambayo ni ahadi ya mweshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katika ahadi hiyo nafasi elfu tano ni kada ya afya na nafasi elfu saba ni kada ya walimu wa masomo ya sayansi na hisabati ikiwa ni uzalishaji wa ajira zilizo rasmi ndani ya siku mia moja baada ya kuingia madarakani. Ndugu wana habari, kama ilivyoelezwa katika sehemu ya tatu nukta moja mbili na tatu nukta moja, tatu, nukta moja nukta tatu ya dira ya maendeleo ya, ya dira ya maendeleo ya ishi, hamsini, ya kuwa mfumo wa utumishi wa umma mfumo wa utumishi wa serikali za mtaa na utumishi wa umma kwa jumla. una unaozingatia sifa na uwezo wa kuajiri utakaozingatia viwango vya juu vya weledi unaopatikana na kuendelezwa kwa kufuata misingi ya haki, umahiri na utendaji bora. Serikali itaendelea kuhakikisha kuwa nafasi za ajira katika utumishi wa umma zinakuwa za wazi na za ushindani kama sera inavyotutaka. Kwa msingi huu nafasi hizi za ajira, nafasi za ajira mchakato wake unakuwa wazi na ushindani kupitia sekretarieti ya, ya ajira katika utumishi wa umma yani PSRS, na tayari sasa tunapozungumza ajira elfu kumi na mbili zimekwisha tangazwa na waombaji wenye sifa wameitwa kwenye usaili, ambao nataka kutoa taarifa kuwa unatarajiwa kuanza tarehe 13. Tarehe 13 ni kesho eh, tarehe 13 Desemba mwaka 2025, na usaili huo utafanyika katika mikoa yote Vika, v, nchini Tanzania bara na vituo mahususi kwa wenzetu wa Unguja na Pemba. Na katika eneo hili labda nieleze kidogo tu waandishi wa habari. Eh, usaili sasa hivi unafanyika katika ngazi zote, yani katika kila mkoa unafanyika. Kwa hiyo wale ambao wanaishi Kigoma hawana sababu tena ya kutembea kutoka Kigoma kwenda Dodoma au mtu anaishi Tanga atembee aje Dar es Salaam. Hiyo haipo tena sasa hivi. Kwa hiyo saizi watu watafanya hizo usaili katika mikoa yao huko waliko. Aidha, ili kuhakikisha usaili unafanyika kwa wakati na kwa lengo la kuongeza ufanisi, usaili wa mchujo wa nafasi hizo utafanyika kutumia mfumo wa kielektroniki ambao unaitwa online aptitude testi, na utafanyika katika vituo mbalimbali mbali, kama vile taasisi za elimu ya juu, vyuo vya mafunzo na ufundi na ustadi, ustadi, ufundi stadi VETA na shule za sekondari zenye maabara za kompyuta zinazopatikana katika mikoa yote na vituo, vituo mahususi huko Unguja na Pemba. Nitoe rai kwa waombaji wa nafasi hizi, kuangalia katika akaunti zao za mfumo wa Ajira Portal ili kujua vituo walivyopangiwa kufanya usahili. Na moja ya jambo jingine ambalo labda ningesema katika eneo hili, uh, mnapoitwa kufanya usahili, wale ambao watabahatika kuitwa, uh, utaratibu wetu ni kwamba unatakiwa uende na vyeti pia original. Yaani vile vyeti vyako vinavyotakiwa vya shule ikiwemo e, vya sekondari na vya chuo viwe original. Sasa wakati mwingine unakuta mtu anafika kwenye kituo e, anafika pale hana vyeti hivyo e, anaanza kulalamika. Sio jambo ambalo tunalitaraji litatokea. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafuatilia, ambao vijana wao wamepokea e, wamepokea wito wa kwenda kuhudhuria usahili, basi tunaomba sana waweze kufanya hivyo, waende kwenye vituo na yale ma, maelekezo ambayo yametolewa ndani ya ujumbe unaotumiwa nao pia kuna vitu ambavyo umeambiwa kwamba uende navyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba siku hiyo unakuwa navyo. Lakini pamoja na hilo pia nda kutoa taarifa kwamba zoezi hili eh, Mungu akitujalia heri tunataraji kulikamilisha mwezi Januari. Kwa hiyo sisi, kwa spidi ambayo tumeanza wizarani pale, maanake kabla siku mia moja zile za Mheshimiwa rais ambazo alizisema jambo hili litakuwa limekwisha. Na bahati nzuri zaidi, najua sasa katika dunia ambayo iko kidigitali hata ile placement yenyewe utaipata kwa njia yako ya simu eh, yani eh, kisha sainiwa tu ile barua kwamba bwana Ridhiwani umefanikiwa, basi nakuja. Unaona kaisa na kituo changu kama nimepangiwa Dar es Salaam, nimepangiwa Bagamoyo, nimepangiwa Tanga, nimepangiwa Arusha, utaiona mwendani. Huna sababu ya wewe kutoka unakotoka kwenda eh, wizarani pale au kwenda kwenye ofisi yoyote kwenda kutafuta kujua umepangiwa wapi. Kwa hiyo barua zitatoka na zote zitapitia kwenye mfumo pia.